Wa Benjamin Mkapa jamani, ni hivi, kilichotokea ni kwamba wakaguzi wa CAF walipokuja, ilikuwa ni siku mbili au tatu baada ya mechi ya Simba na Azam. Siku waliokuja uwanja ule, kwanza nyasi tulikuwa tumefyeka kwa, kwa, kwa ambao hamfahamu uwanja wa Benjamin Mkapa una nyasi halisi natural grass, kwa kila baada ya mechi kuna kuna kazi zinafanyika za kutengeneza uwanja vizuri. Kwa hiyo tukawa tumeufyeka mpaka chini kabisa ili turuhusu nyasi mpya kuota, lakini, lakini pili uh, kufanya umwagiliaji na kuweka mbolea. Wale wakaguzi waliuona uwanja siku ile ukiwa vile, walituambia mambo mawili makubwa. Cha kwanza, wanataka wazione nyasi, tukamwambia tukamwambia, tumefyeka asubuhi nyasi hizi, baada ya siku tatu zitakuwa zimekuwa. Cha pili, wakasema tuliwaagiza mlete mashine ya aeration na compaction, yani mashine ya kutifuatifua ili kuruhusu hewa kuingia na kutengeneza vizuri uwanda wa wa uwanja. Tukawaambia hizi mashine zimeshafika ziko bandarini, muda wote zitakuwa hapa, na zilifika baada ya siku tano. Hayo mambo yote yamefanyika. Bahati mbaya wamekuja kutoa taarifa baada ya wiki, zaidi ya wiki mbili uwanja ukiwa tayari, na ndio maana nikasema tunawaomba kafu waje wakague leo kwa sababu uwanja upo tayari na yale waliokuwa wamesema ni marekebisho ya kawaida ambayo mara nyingi wakipita kukagua wanayasema. Sasa nataka nikuhakikishie ndugu yangu uh, Joel uwanja uko tayari. Wakaguzi wa kafu wanakuja tarehe 20. Sisi tumewaomba waje hata kabla ya hapo, watakuja wauone, uwanja uko tayari, best of the best pitch nzuri kabisa. Wote mnakumbuka mwaka jana, mwaka juzi, wakati wa AFL Tulitajwa kuwa moja ya viwanja bora vitatu Afrika, si ndio? Au mmeshasahau haraka haraka dukawa, haraka sasa, tuwezi tukawa tumeuharibu uwanja haraka haraka namna hii. Uwanja uko tayari, ni vile tu kwamba ukaguzi haujafanyika tena, lakini wakija tarehe ishirini tunaamini litakuwa limekwisha, na mechi yetu ya Simba na Almasri tunaamini itakuwa Dar es Salaam, kama kawaida. Ondoeni shaka kwa sababu uwanja wenu uko sawasawa sawa.